Kuna mjadala mkubwa unaendelea mtandaoni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwenye kesi ya Nicole ambaye leo hii alipandishwa mahakamani kusomewa mashtaka ambayo yanamkabili. Na anakabiliwa na mashtaka matatu ya kuendesha genge la uhalifu, kupokea shilingi milioni 185.5 kutoka kwa umma, pamoja na kuendesha mfumo wa malipo bila kuwa na kibali na leseni kutoka Benki Kuu ya Tanzania, BOT. So uh, kinachofanya a trend zaidi leo hii ni baada ya kushindwa kuweka dhamana, kwa sababu masharti ya dhamana ilikuwa ni atoe shilingi milioni 46.3, ama hati ya mali e, isiyohamishika yenye thamani hiyo ya milioni 46.3 lakini ameshindwa kutimiza hayo aa, na imebidi arudishwe rumande, yeye pamoja na mwenzake ambaye anaitwa Rehema Mahanu. So naye pia amejumuishwa kama e, mshtakiwa mwingine kwenye hii kesi ambayo inamhusu Nicole ya kuwatapeli watu, wanasema e, kuendesha genge la kupokea fedha bila utaratibu na hana leseni yoyote ile. Na pesa ambazo so far alichangisha ni milioni 185.5 hizo ndizo ambazo watu wanazidai, lakini ameshindwa kuweka dhamana eh, kwa sababu ya kukosa shilingi milioni 46.3 ama hati eh, ya mali isiyohamishika so Nicole amerudi rumande kuendelea kukaa ndani. So kinachofanya trend huku mtandaoni, watu wengi wanajiuliza, kwa maisha ambayo alikuwa anaishi, hana marafiki, hana washikaji ambao pengine wanaweza kwenda kumwekea dhamana eh, kwa sababu kwa namna ambavyo watu wanawaona masta wetu, mtu kama Nicole anavyoonekana, unaweza eh, ukadhani ni mtu ambaye hawezi kukosa hiyo pesa ama hawezi kukosa watu kumwekea hiyo pesa, shilingi milioni 46 kama dhamana, akaweza kushughulikia kesi yake akiwa nje. Lakini ndio hivyo, imeshindikana, na watu wengi sana wamekuwa wanaandika huko kwamba huyu dada hana marafiki hana mpenzi hana ndugu na mambo mengine. Kwa hiyo anapambana mwenyewe huko. uh, Rumande amerudishwa leo hii baada ya kushindwa kuweka dhamana na kesi yake uh, kwa taarifa ambayo ipo so far ni kwamba itatajwa tena March 24 mwaka 2025. Kwa hiyo kipindi chote hiki ataendelea kusalia Rumande. Una mtazamo gani? Hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini pia nikukumbushe ku subscribe hapa SNS kwa taarifa nyingine kila wakati.